Kesho kutwa sikukuu, nitauza ng'ombe au mbuzi au kuku wako. Matokeo yake hawa wanaibiwa wote huko, ng'ombe hao wanachinjwa, wanachunwa, kila kitu kinafanywa huko, na wanatumia magari, magari tofauti tofauti. Ndugu watangazaji, huwezi kuamini, wanatumia hata hizi iPad harya hata gari za saloni za kawaida tu hizi pisti, mtu anatia ng'ombe au mbuzi anawapeleka sehemu, anafanya anawatengeneza, ili afanye hizo biashara wao, kwa sababu wanaiba, wanauza bei ya chini, wale wanaochukua wanaenda kuuza bei kama za kawaida, na majina ya watu karibu mia mbili, zaidi ya mia mbili na hamsini, katika sheria mbalimbali, ambao wanajishughulisha na wizi katika wilaya hii. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa hivi, ndio maana nimewataka wananchi wema wote washirikiane na uongozi wa wilaya ili waweze kuwasihi au vijana waache mara moja, ninayo majina yao, lakini mimi nitakuambieni kwa kifupi, kwa sababu hawa ni watuhumiwa. Dunga Kiembeni kuna watuhumiwa kumi, Jendele kuna tisa Ng'ambwa kuna sita, Bijani Mseweni kuna saba, Uzi kuna watatu, Kidimni kuna wawili, Mchangani kuna watatu, Pagali kuna watano, Tunguu kuna ishirini na tano, Cheju kuna wanne, Miwani kuna watatu, Charawe kuna kumi, Ubago kuna tisa Kaibona kuna kumi na nane Mpapa kuna kumi na tisa na Kikungwi kuna mmoja Bungi kuna watano Tunduni kuna sita Pete kuna sita Pongwe kuna wawili Kidimni kuna saba Taipwani kuna watano, Marumbi kuna wawili, Machui kuna tisa, Binguni kuna wanane na Jumbi kuna wawili, lakini bado tunafanya uchambuzi kwa na baadhi ya shehia zingine, na nani najua wataongezeka hawa, kwa sababu kuna sehemu sikubaliana nazo taarifa hizi bado hazijakamilika vizuri, lakini at least, nimeshaanza kuwapata kwa uchache wao. Hili swali, ndugu waandishi wa habari, wa sio dogo, ni kero kwa wananchi, hawana raha. Ukiangalia maskini ni wanyonge, watategemea mifugo hii. Kwa hiyo, wilaya itachukua jukumu na juhudi za kila namna, nikiwa kama mkuu wa wilaya kuhakikisha mtandao wa wizi wa ng'ombe na usambaratisha mara moja kuanzia sasa Fanya operesheni za kuhakikisha hawa watuhumiwa katika maeneo hayo ya shehia hizo, pakiibiwa tu, hawa ndio watu wa kwanza tutaokwenda kutaka kufanya nao mahojiano, kufanywa mahojiano kwa polisi. Hawa wanajua huu mtandao. Mikakati tulioweka, tunahakikisha kila shehia lazima iboreshwe katika kuandaa polisi jamii.